Kitabu cha Habakuki sura ile ya pili aya ya kwanza, Biblia inatuandikia maneno haya, nasema mimi nitasimama katika zamu yangu, nitajiweka juu ya mnara, nitaangalia ili nione atakaloniambia, na jinsi nitakavyojibu katika habari ya kulalamika kwangu. Maneno haya ni maneno ya kutia nguvu, hasa tunapouanza mwezi huu wa saba. Mwezi wa saba ni mwezi wa heri, ni mwezi wa baraka kwetu. Kwa hiyo ni kutie moyo ya kwamba katika mwezi huu unapaswa kusimama kwenye zamu yako ili upate kuvuna yote ambayo Bwana anayaachia kwako. Anatumia lugha ya ulinzi, lugha ya kuangalia na kutazama, anaposema mimi nitasimama kwenye zamu yangu. Ni kama zile zamu za walinzi, unapopangiwa zamu yako ili lindo liwe salama unapaswa kusimama kikamilifu katika hiyo zamu, lakini anaenda mbali zaidi, anasema, nitajiweka juu ya mnara. Sasa mnara wa ulinzi ulikuwa unasimamishwa uh, kwenye kwenye kuta kubwa za miji, ili walinzi katika mnara waweze kuangalia eneo pana. Kama adui anakuja kwanza, waweze kumwona akiwa kutoka mbali na waweze kujua nini cha kufanya mapema, ili kujikinga na kujilinda adui anayekuja na nauo na. Mungu amekupa mwezi huu wa saba, usimame kama mlinzi, usimame mahali ambapo utaweza kuyaona mambo ya maisha yako na kuweza kujikinga na kujilinda kwa damu ya Yesu. Fadhili za Mungu zikufunike, nguvu ya Mungu ikutunze na kukuhifadhi, ili chochote kisiharibike. Unasimama kama mtu mwombaji, mwombaji anasimama kama mlinzi asimamaye kwenye mnara katika kuomba kwake anaona yale yanayotakiwa kushughulika nayo mapema ili vitu visiharibike kwenye maisha. Mungu ameachilia mwezi huu kwako, ukawe ni mwezi wa kuyaangalia mambo yako kwa namna ya tofauti. Mungu ameachilia mwezi huu ukawe ni mwezi wa kuinuka na kusimama imara, kusimama mahali pazamu yako ili kuyajenga mambo, kusimama mahali pazamu yako ili kuhakikisha ya kwamba vitu vinakuwa salama. Mnara wa ulinzi haukujengwa kwenye kuta tu za kulindia, lakini ulijengwa pia mahali ambapo palikuwa na machungo. Wachungaji walipochunga walikuwa na mnara wa kuangalia mifugo yao ili wanyama wasije wakaharibu mifugo yao, wanyama wakali. Lakini pia sio kwa mifugo tu, hata kwenye mashamba. Mpaka hivi leo ukienda kwenye mashamba ya mpunga na wakati huo wa mashamba ya mizabibu kulijengwa minara ili mlinzi aangalie usalama wa shamba. Nao Mungu amekupa kazi kubwa ya kuifanya, amekupa baraka kubwa kwenye maisha yako, amekupa vitu vingi vya kuifanya. Katika mwezi huu simama na Bwana, linda kila ambacho Mungu amekupa, utakilinda kwa sala na maombi. Pige magoti mbele za Bwana, uombe mahali pako pa maombi, pawe ndio mnara wa kusimamia ili neema ya Mungu ipate kusimama pamoja nao. Anasema, nitaangalia ili nione atakaloniambia. Mlinzi mzuri ni kusikiliza sauti ya Bwana. Katika mwezi huu wa saba, Mungu ayafungue masikio yako, Mungu aufungue moyo wako, upate kuweza kumsikia Mungu kwenye maisha yako, upate kusikia Mungu anachokuambia ufanye. Yawezekana umekuwa na maombi mengi ukiomba, umekuwa na vitu vingi ukisema naye katika mwezi wa saba kuwe na utulivu wa kutosha ndani yako wewe kuweza kusikiliza Mungu anapokupa maelekezo ya nini unapaswa kufanya. Baraka na neema za Mungu ziwe juu yako, Mungu akufadhili, Mungu akutie nguvu, Mungu akuneemeshe. Mwezi huu wa saba ukawe heri, mwezi huu wa saba ukawe baraka, mwezi huu wa saba ukawe na nguvu ya wewe kushinda na kufanikiwa. Mwezi huu wa saba ukawe ni mwezi wa kuangaziwa nuru ya Bwana kwenye maisha yako, hatua zako zikawe ni hatua za mafanikio. Na tuombe. Bwana Yesu, ninakusifu na nina kutukuza. Asante kwa neema yako na baraka yako ya ajabu, asante kwa ukuu wako na uweza wako, asante kwa nguvu yako ya pekee na kushukuru kwa ajili ya mtumishi wako huyu ambaye umempa neema ya kuingia mwezi huu wa saba. Bwana Yesu, kasimame pamoja naye, msimamishe kama mlinzi asimamae katika mnara, ukampe uwezo wa kuyaona mambo ya maisha yake kwa namna ya pekee na ya tofauti, ukamtie nguvu ndani yake ya kuweza kukusikiliza wewe usemapo, unapompa maelekezo ya ushindi, maelekezo ya baraka, maelekezo ya amani. Bwana Yesu, masikio yake na moyo wake vikapata kusikia sauti yako. Neema yako isipunguke kwake daima, ukamchunge, ukamtunze, ukamlinde, ukamuhifadhi kwa uwezo wako na nguvu ya kwako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai Amen. Mungu akubariki sana, neema ya Mungu iwe juu yako. Asante kwa kufuatilia kipindi hiki na ikawa heri kwako.